Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asb Mheshimiwa Rapio, nimefurahi sana sana, sana. Nilikuwa na Rapio Kigoma kaniambia wanakusubiri kwa hamu sana mpana, na nimeona hii hamasa ambayo tumeipata hapa jamani, tutamani tunianzia hapa hivi ungaita timu <laughs> yangu mashahidi hii hamasa hatujawahi kupata sehemu yoyote ipokuwa tunakuja kugawa mitungi na majiko, lakini hii hamasa iko upanda k <tune> Kwa, kwa niaba ya mwenyekiti wangu wa bodi ya wakurugenzi wagaa ete vijijini Major jenerali mstaafu Balozi Jacob Kingu na kwa niaba ya bodi nzima mnizimu ya wakurugenzi walea, nianze kwa mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupatia uzima afya njema na kutuwezesha kuwepo leo hapa. Napenda kukutaarifu kuwa taarifa iliko katika safari thabiti ya kuhama kutoka kwenye matumizi yasiyo safi ya nishati na kwenda kwenye matumizi safi ya nishati safi ya kupikia, msingi ukiwa kulinda afya ya umma, mazingira ya, ya na maendeleo ya kijamii na uchumi. Mheshimiwa viongozi na maafisa wa jeshi la magereza kama mnavyofahamu kwa sasa ni zaidi ya asilimia themanini kwa sisi ambao tunatoka vijijini kule, bado tunategemea kupikia kuni na makaa. Kwa hivyo hii swala nishati safi ya kupikia ni kidogo zito, pamoja na serikali ndio imeshaamua, lakini tunahitaji sana ushirikiano wenu kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya serikali ya kuhakikisha tunahama kabisa kuacha kutumia kuni na mkaa. Na askari tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha nishati safi ya kupikia kwa lengo la kutunza mazingira. Hivyo basi tunaahidi kumsaidia kuelimisha jamii na taasisi zote zinazotuzunguka zinazo kwa kuwapa elimu sawa na jinsi alivyoelekeza. Pia tutaunga mkono kauli mbiu ya rais inayosema tutunze mazingira na tuokoe natogoe maisha. Asante, ni mshukuru sana mkuu wa jeshi kuridhia kwamba na sisi watumishi wake tupate hii gesi. Kwa kweli tunashukuru sana na tunawakaribisheni sana sana sana. Tutakapokuwa tunahitaji mahitaji mengine, tutawasiliana nanyi. Karibuni sana.